Hivi umewahi kujikuta umepotea kati ya haya maneno mawili frontend na backend, na unahitaji kuanza kujifunza web development lakini haujui uanze wapi? Kupitia video hii ya leo, nitaweza kukwambia namna gani ya kuchagua upande ambao utakufaa na ipi kati ya hizi frontend na backend inalipa zaidi. Tuwe wa kweli, unajua sio kila mtu anafaa kuwa frontend developer, lakini vile vile sio kila mtu ataweza kuenjoy kuwa backend developer. Sasa kama utajua tabia yako, direction yako, utafahamu ni ipi itakuwa bora kwa wewe kuweza kujifunza na kufanyia kazi. Na utaweza kuwa na pesa nyingi zaidi kwa muda mfupi kwa vile umechagua kitu ambacho unaendana nacho. So, cha kwanza kabisa ambacho unachotakiwa kujua ufahamu frontend ni nini? Frontend nimeshazungumzia sana katika YouTube channel yangu kuhusiana na hii, lakini wacha niweza kurudia. Frontend ni ule upande ambao unahusiana na amba muonekano wa website ama app. Kama wewe unapenda vitu ambavyo huweza kuvutia kupendeza, unapendelea sana kupangilia vitu vizuri, ukikaa sehemu unaona vitu haviko sawa, unapanga vizuri, unapenda sana kuweza kufanya hivyo, kila kitu kiweza kukaa sehemu yake na vionekane vizuri, kuweza kuchanganya rangi, kudesign ama kuona kitu ambacho kinatokea live wakati unafanya, nikwambie tu wewe, upande huu wa frontend utakufaa sana. Frontend inahusisha HTML, CSS, JavaScript, lakini vile vile framework kama vile react ama vue na nyinginezo. Ni upande ambao unashabihiana sana na masuala ya creativity, masuala ya designing. Matokeo yake unapofanya project unakuwa unayaona hapo hapo mara moja pale ambapo unafanya. Lakini kwa upande wa backend, ni upande wa logic, pale ambapo unahitaji kila kitu kiweze kufanya kazi kama vile akili. Namaanisha nini? Ziwe zile data zinazokuja zinakuwa processed na kutoa output fulani. Lakini vile vile kama unapendelea kuweza kuandika kodi zenye kuhendo data, security issues za server na kuhakikisha kila kitu kipo stable, basi wewe ni mtu wa backend. backend inatumia lugha kama python, Node.js, uh, php java na nyinginezo ni upande ambao unakuwezesha wewe kuweza kufanya kazi kimya kimya lakini matokeo yake huweza kubeba system yote kwa ujumla. Namna gani sasa utaweza kujua upande ambao utakufaa ndio sehemu muhimu sana katika video hii ya leo. Jiulize maswali haya matatu ambayo yataweza kukusaidia kuweza kutambua basi upande upi kwako wewe utaweza kukufaa. Swali la kwanza, je, yeah. Napenda vitu ambavyo vinaonekana mara moja, kama ni kudesign na kuona Uh, the way zinavyotokea pale output unaona kwa haraka, basi njo upande like huu wa frontend. Lakini swali nyingine, je, napenda vitu vya kuweza kuandika mfano na kodi tu kodi refu sana, lakini inafanya kazi nyuma ya pazia, basi wewe ni mtu wa backend. Ama unaweza kujiuliza je, napenda kuelewa mfumo mzima wa website kuanzia design hadi database na mambo mengine huko nyuma, basi wewe nenda na full stack. Sasa swali kubwa, ipi inalipa zaidi kati ya hizi mbili front end na back end? Zote zinalipa vizuri isipokuwa kwa wakati tofauti. Front end developer huweza kupata nafasi kwa urahisi na ni nyingi katika startup, freelance na design project mbalimbali mbali, lakini sasa kwa upande wa back end huweza kupata miradi mikubwa project kubwa kubwa zenye kutengeneza mifumo mikubwa tu lakini Wache tuchukulie kwa wastani wa dunia nzima, backend developer ndio ambaye huweza kupata mshahara mkubwa zaidi kuliko frontend developer, ambaye yeye frontend huweza kupata kazi kwa urahisi kuliko hata backend, isipokuwa backend hulipwa sana. Kikubwa, usiangalie pesa kwanza, angalia kitu gani ambacho unaweza kufanya kwa muda mrefu bila kuchoka. Kama utakuwa mzuri upande wote ule, hela zitakuja wenyewe. Kikubwa cha kukumbuka hapa, hakuna cha kuweza kudumu, unaweza kuanza frontend then ukaelekea backend na mwisho wa siku pengine ukaishia kuwa full stack developer. Na watu ndivyo ambavyo wanafanya, uanza na frontend kisha huja backend na mwisho wa siku wanakuwa full stack, ama mwingine anajikita tu huko huko katika frontend na anafanya kazi zake vizuri tu. Jifunze, chagua kitu ambacho unahisi kwako hapo wewe kinaendana na we mwenyewe, then fanya kazi, endelea kutengeneza project mbalimbali mbali. Na kama utahitaji kuweza kushift, una uwezo wa kushift baadaye. Sina la ziada. Shana mimi wewe unachagua upande gani kati ya frontend na backend? Ama wewe ni wale miongoni mwa wachache ambao wanakuwa ni full stack. Shana mimi tuendelee kuwa pamoja. Like video hii. Una maoni na maswali yoyote, kuna sehemu ya comment unaweza kuuliza hapo. Tukutane wakati mwingine tutakapokuja kuzungumzia na kushare maarifa juu ya jambo jingine. Asante sana.